Na mtazamaji wa Mnyasa Media, sajili zinaendelea kutajwa kuna kwa klabu ya kunda wa Msimbazi Simba sio e, Simba peke yake mpaka Young Africans mpaka Kaizer Chiefs huko Afrika ya Kusini Al Ahly, mamelodi e, timu zote hivi sasa zinajipanga kuelekea e, msimu ujao kwenye CAF Champions League, ndio e, wenyewe wanakuambia kuna vita iliko E, kwa maana ya kupata tiketi kuelekea vilabu e, vya dunia fainali hizi ambazo zimeanzishwa. E, bwana Cholo mambo vipi? E, bwana poa sana. Mambo yanakwenda bwana. E, na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kila kitu kiko sawa. E, bwana e, wana ubaya uwela kulikoni? Yeah. Huko kwenye klabu yenu maana tunasikia kina e, Lugumugisha huko wanataja e, kutoka Al Hilal Omdurman e, kutua Msimbazi Simba. Eh, bwana hizi habari mnazisemeaje nyinyi wana Simba? Ha, unajua Uh, yani mimi kwanza tajiri yangu aga sina mashaka naye. Yeah. Linapokuja swala la kusema sasa tunataka mtu kwenye timu, yeah, sina mashaka naye. Unajua Simba kwa tulipofikia tushaonja ule utamu wa mashine wa mpira. Yeah. Yani, yaani sisi tangu timu imeanzishwa, utamu wa mpira ndio tumeanza kuonja hii miaka saba nane ya Mohamed yeah, Deoji hapa kwa kuchukua Simba Sports Club. Yeah. Na tangu Mohamed Deoji amechukua Simba Sports Club kipindi hiki cha miaka yake hii ndio wachezaji ambao wanakuja Simba unaona at least kwamba kweli huyu mchezaji. Yeah. Amekuja mchezaji ameenda kwa national ah ujue. Yeah. Mm katoka Simba Sports Club pale. Umeshanielewa? Amekuja mfungaji mchezaji paka top score msimu miwili magoli 20 plus. Amekuja kutoka ametoka Simba Sports Club. Haya, msimu mwenyewe umeona Simba imetoka finali. Mbapo anakula ile mpanzo kibisawala, mbapo Galaki, Mudia Joshua Mutale. Asaje, ongeza gurumugisha na no wanakuja hapo. Afu inside tena na zina mdogo wangu Feisal Salumu. Wewe? Ah, tena mate chini hiyo Simba. Wewe bwana. Hiyo masihara tajiri kanuna. Eh. Sina mashaka na tajiri, eh. Tajiri kanuna hmm, eh, kwamba bwana Simba yetu Simba yetu ya msimu ujao ni Simba ambayo mtu ukisikia umepangwa nayo tu umekwisha. Habari yani ya sasa hivi nataka kuwa tishio kama sisi tulivyokuwa tunaogopa zamani, ukisikia umepangwa na Mazembe au zamani, ukisikia bwana TP Englebert anakuja unasema leo eh. E, leo kweli mwanaume kashuka nchi, kama sasa hivi ukisikia bwana National Ahli bwana kadondoka eh. Simba Sports Club tulipofikia, kwa sababu sisi sasa hivi ni klabu ya tano Afrika eh, yani tano bora za vilabu Afrika sisi tumo, kwa hiyo tusi lazima jina letu liakisi ile li nafasi mm. Eh, bwana ukisikia kwamba nasema kweli nacheza na klabu ya tano barani Afrika ili ionekane klabu ya tano natakiwa nini? Quality players kama hao e, wakifika pale Simba Sports Club hamna mtu ambaye ataitaka hiyo timu, eh bwana, kama Simba kwa maana ya wachezaji ambao wanatajwa e, kusajiliwa kuna kwa klabu ya Simba wataweza kusajiliwa <coughs> eh, timu ya Simba basi itakuwa timu tishio, kwa maana tunamsikia E, Fiston Kalala Mayele kupitia jeruti ile, mchezaji mmoja ambaye <laughs> walisema kwamba watamsajili, watu wanataka Fiston Mayele asajiliwe Simba. Eh bwana, hili jambo inawezekana, ana hiyo ndo kaliba ya timu, timu kubwa na timu bora siku zote, unajua timu kubwa ili wakisi e, ukubwa wako kwamba watu wajue huyu mkubwa lazima ushindane na watu sokoni mm. E, na kushindana na watu sokoni sio, naenda kuchukua mchezaji magharibi, amecheza timu isioiko nafasi ya sita nafasi ya nane. Kwa tulipofikia Simba Sports Club sasa hivi, unaenda kuchukua mtu kwenye timu ambazo unashindana nazo. Kwa mfano leo nimetoka kusoma, aa, na, na, na, na Al Ahly leo ameenda kumchukua mtu bilioni nne Esperance de Tunis pale ni mshindani wake amecheza naye fainali misimu miwili mfululizo anacheza naye fainali mm. ameenda kuchukua striker pale ameenda kuchukua mtu pale, ushanielewa mm. washanielewa uh, Esperance de Tunis Kwa hiyo Simba ili ashindane vizuri Afrika, kwa sababu ni wanaoshindana nao ndo wao kina Bekani kina Piramidi kina Ahli, chukua watu kutoka hapo, kama tulivyochukua Ibu Black kutoka Farabati. Leo naenda kuchukua Fiston Kalala Mayele, akija akija kweli, Simba lipa kweli hela, kwa sababu ni top na yeye ni top striker Afrika, nao tunazungumza ni mchezaji bora Afrika, anaenda kuwa mchezaji bora Afrika na ndiyo top striker. Hakuna striker Afrika sasa hivi kumzidi Fiston Kalala Mayele. Kwa hiyo kama kweli tajiri amenuna anasema kweli natia Fiston Kalala Mayele, unatokea wapi hiyo timu unaiombeaje? Eh, bwana, ikitokea tajiri eh, kwa maana mwambie, huyo akaungana na Jeruchi kumshusha Fiston Kalala Mayele, kuna klabu yenye akundo msimba za Simba. Pale bwana mbele e, kuna Lionel e, Yateba na Steven Dese Mkwala. Nani anu. apigwe panga achukue nafasi e, ya Fiston Kalala Mayele kwa maana ya kuingiza e, mchezaji huyu jipya jitu la mtumba wenyewe anamuita simba Nani, nani ataingia kwa maana ya nani ataondoka eh, kati ya hawa wachezaji wote ambao nimewataja, kati ya Steven Desem Kwala, ama Lionel Christian Ateva kumpisha Fiston Kala la Mayele kama Jeruti atatema mpunga kumsajili Mayele. Ah, unajua kwa wale pale masweka wawili wote wametuonyesha kwa namna yake na ni masweka wa aina tofauti kwamba kama utakuwa nao kwenye timu asio mbaya kuwa nao wote, kwa sababu isoma ile kama atakuja, atakuwa ameongezeka tu, kwa sababu Simba tushaikuwa na mastreka watatu kama hivyo mm -hmm. Uh, tushaikuwa na John Boko, tushaikuwa na Crispin Mushimba Mugalu, tushaikuwa na Medi uh, Kagere na kuna muda tu tulikuwa na mpaka uh, na Sheva yule alikuwa ni kama mdogo wao hivi ambaye alikuwa anaongeza nguvu kwenye kile kikosi. Kwa hiyo sio lazima aondoke mtu aongezeke mtu anaweza kuongezeka Fiston Kalala Mayele na Lionel Ateba akawepo na Adese Mukwala akawepo, lakini kama ataondoka mmoja sio mbaya. Lakini ukiniuliza mimi kwa mapenzi yangu binafsi, yani kwa mapenzi kabisa, kwamba bwana, wewe striker gani unatamani abaki kwangu, mimi nitakwambia Adese Mukwala, kwa sababu ni striker ambaye at least ananipa kile ambacho mimi nakitaka. Amenionyesha hmm. Amefunga magoli yake 12 na dakika ambazo amecheza na magoli ambayo amefunga, kuna magoli ya kutengwa, kuna magoli gani? Magoli ya ya striking, yani kazi yake ambayo imemleta Simba Sports Club. Na Fiston Kalala Mayele kwa namna yoyote, timu yoyote akienda, Fisto Mayele ni top striker na Afrika kwa sasa ah, ayupo striker bora Afrika kwa sasa kama Fisto Kalala Mayele. Kwa hiyo ni ni mchezaji ambaye naamini vilabu bora na vilabu vikubwa kama Simba Sports Club lazima vimuende mtu kama yule, kama yule lazima e, vimuende e bwana, tukiangalia kwenye e, jirisha hili kubwa ambalo linakuja kwa maana ya usajili Mm -hmm. Eh, wachezaji gani unatamani Simba ukiachana na huyu ambaye nimemtaja kwa maana ya Lionel Ateba ange, angepisha e, kuelekea usajili ujao? Nani mwingine unatamani mchezaji wa kimataifa angeondolewa kunako klabu ya Simba kwa maana ya eneo la ushambuliaji? Pale kuna wachezaji kama e, Budo kwa maana ya Jesho Mtale, Elie Mpanzu eh, John Charles wa. Eh, nani mwingine unatamani e, aweze kuondoka na eh, akina Mugisha aweze kuingia kunako klabu ya Kundu Msimbazi Simba? Uh, kukusema, kwa kusema kwamba nani aondoke, nani abaki, uh, nafikiri kwa itakuwa kazi ya management, lakini kwangu mimi kwa eneo la mbele asilimia sabini na tano mpaka themanini Simba alifanikiwa sana msimu huo mm, kwamba halikuwa eneo baya sana kwa, koma, kwa maana kwamba labda wachezaji hawakufanya kile ambacho kinatakiwa, kwa sababu ukiangalia hata magoli ambayo tumefunga mpaka sasa, top scorer anatoka kwetu, amefunga goli kumi na tano Jean Charles Ahoua. Yeye ni, ni namba teni pale kwa maana kiungo mshambuliaji. Ukienda kwa mastreka na magoli kumi na mbili kumi na mbili kwa maana sio namba mbaya sana kwa msimu huu, kwa sababu hakuna streka yoyote msimu huu ambaye amefikisha goli kumi na tano ayu, ayupo Mm. Na maana mastreka wote wapo magoli 13 kushuka chini, yani Clement Mzize na wengine. Kwa hiyo uh, kwa numbers sisi pale mbele sio mbaya sana. Kwa kuniambia nichague sasa hivi tunipa kate ngumu sana. Mimi natamani tu uh, waongezeke. Wange, natamani hata namba ingeongezeka maana tungekuwa tunaruhusiwa kusajili sasa hivi hmm. 15. Ya mimi ninge, ninge tungesajili tu kwa sababu ukiniambia Budo Budo ameonyesha ni mchezaji, ana kitu anaweza kuisaidia Simba. Ukiniambia Kimba na ukiniambia Eli Mpanzu ndo ana mjadala ukija kwa uh, ndugu yangu hapo nani oleone lateba desemkwala wote hawana kibudi kibudenga, ndo kabisa eh, kwanza mzawa na ana, ana, ana, ana mjadala. Kwa hiyo Simba eneo la juu sio kiongeza siweka mmoja, eneo la juu halina shida sana mm. Eh, lina shida sana tofauti na kwenye midfield kidogo, ndo natakiwa watu waongezeke, ndio bila tuongezeke. Naam, eh bwana, kwa maana ya Yeah. Eh, ni mchezaji ambaye mnashindana naye kwa maana kwenye soko. Azam mwenye anamtaka, eh, Young Africans wanamtaka, Kaizer Chiefs wanamtaka, Simba wanamtaka. Na. Nani mwenye kisu kikali atamchukua Feisal? Wanasema eh, kisu kikali, mwenye kisu kikali ndiye atakaye kula nyama, atakaye mchinja mnyama. Na. Nani ata eh, mchukua Feisal kwa maana mwenye pesa ndefu na timu yake ambayo ina ushawishi e, kwenye dirisha kubwa la usajili kama ambavyo wewe unatizama. Simba mna ushawishi mkubwa eh, kwa zidi e, watani zenu Young Africans, Kaizer Chiefs kula Afrika Kusini. Ah, Simba sasa hivi ukionya yani, ukizungumzia vilabu vyenye mvuto barani Afrika. Mm. Simba ni klabu ya pili. <coughs> ah? E, Simba ni klabu ya pili ambayo kila mchezaji Afrika anatamani kuicheza. Yaani kwa sasa hivi ukitoa National Ahli ambaye kila mtu ndoto zake kuicheza hiyo klabu mm. Ana, inaifuata ni Simba Sports Club kwa maana Simba sisi tumejikita zaidi kwenye mpira. Mm. Utofauti wa sisi na hao wapinzani wetu kwenye kugombea wachezaji kwenye namna ah, ya kuviendesha hivi vilabu. Azamu klabu yake ndogo, kwa maana fan base yake ni ndogo. Kwa hiyo wachezaji wakubwa huwa wanapenda timu ambazo wa zina fan base kubwa. uh, uh, kwa hiyo Simba ana fan base kubwa. Ukija kwa Dayang Africa hawa wana fan base kubwa, lakini wamejikita zaidi kwenye vitu vya nje yani, mm -hmm. vitu vya nje huwa wanapenda zaidi kuliko vya mpira kwa hiyo wachezaji huwa hawavutiwi na timu za namna hiyo. Wachezaji wanapenda timu ambazo wana, wanafanyiwa vitu vya mpira. Timu ambayo vinafanya vitu vya mpira pekee yake ni Simba Sports Club, kwamba huwezi kusikia Simba anafanya vitu vya nje nje vingi, kwamba vitu vya kisiasa, labda kufanya vitu vya kusifiwa sifiwa na, na watu ambao sio wa mpira. Yani Simba huwezi kusikia hivyo vitu. Kwa hiyo wachezaji wengi kwa sasa huwa wanavutiwa na Simba Sports Club kwa sababu huwa wanaona namna uh, mashabiki wanavyoitreat timu yao, namna wachezaji wanavyopokelewa, namna wachezaji wanavyochukuliwa ni tofauti na na timu nyingine hapa Tanzania. Kwa hiyo kwa Tanzania na Afrika mashariki na kati kwa sasa uh, nafikiri ni dream team ya kila mchezaji mzuri, lazima ataitaka Simba. Ikitokea Faisal mkamnasa, Lugumugisha mkamnasa, naam, tunaiona Simba ya namna gani kuelekea msimu ujao? Itakuwa Simba ya ushindani sana, itakuwa Simba ya ushindani mno kwa wachezaji, kwa sababu ili ucheze lazima uonyeshe mm. Itakuwa sio Simba yenye huruma tena, kwamba huyu labda ana jina E, jina lake kubwa, huyu alifanyia nini Simba? Kwa sababu ukisema huyu ameifanyia nini Simba, huwezi kumweka mtu ambaye anakupa kitu ambacho timu inataka. Kwa hiyo itakuwa timu ya ushindani, hasa eneo la pembeni, kwa sababu Gumugisha ni mzuri sana akitokea pembeni. Eneo la pembeni itakuwa na ushindani, kwa sababu atakuwa Elia Mpanzu, e, atakuwa kibu Denisi, atakuwa budo Mutare, atakuwa na gurumugisha uh, kwa maana ya wale top player. Hapo hapo pia kuna Adaki cha Sambia ambaye akipewa nafasi huwa anaonyesha Edwin Barua, akipewa nafasi pia anaonyesha. Kwa hiyo kutakuwa na kazi kubwa sana eneo la pembeni. Sasa wakiwa wanashindania wao nafasi, wakiwa wanashindania namba, ndio kitu ambacho sisi kama, uh, kama mashabiki na kama timu, ndio kitu ambacho tunakipenda. Kwa sababu watakuwa wanapambania namba wakati wanaonyesha vitu vyao kwa ukubwa, wakionyesha vitu vyao kwa ukubwa, ndio timu inafanya vizuri. Eh, bana nikushukuru sana na natakieni kila la heri. Asante ah, sana mwandishi.